Kosa la kwanza ni kumbebesha mtoto wa kwanza au yule mtoto aliyefanikiwa mzigo mkubwa wa kuwalea wengine. Unakuta wazazi wakati mwingine tunasema kwamba nimekusomesha wewe uwasaidie na wengine, nimekusomesha na wewe nimehangaika kukutunza wewe, uhakikishe unawalea wengine. Katika masuala ya malezi, ni kwamba mtoto hapaswi kulea mtoto mwenzake. Masuala ya malezi ni masuala ya wazazi. Kwa unapozaa watoto tarajia ya kwamba watoto hao wote wanapaswa walelewe na wewe mwenyewe. Sasa yule mtoto ambaye anaonekana kama ndo amepata upenyo haraka, huyu mtoto ndiye anayebebeshwa mzigo wa kubeba watoto wengine wote, kuhakikisha ya kwamba wanasimama, wana, wanafanikiwa. Ni kama vile wazazi wanakaa pembeni kidogo, mmoja akishafanikiwa au mtoto akishapata upenyo, wazazi ni kama vile wanaona huyu ndiye sasa ana wajibu wa kuchukua nafasi yao, ana wajibu wa kubeba majukumu yao. Lakini kiuhalisia ya ni kwamba kuna ngazi za utegemezi katika masuala ya ya ya ya kifamilia.